Kuzipeleka rehema na amani kwa mbora wa umma Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kwanza nitoe pongezi kubwa kwa Sheikh wetu wa Mkoa wa Mwanza kwa kufikiria jambo hili ambalo ni, ni jambo limekuwa halipatikani, kuweka kongamano kuzungumzia baada ya Ramadhani. Kila mmoja anatakiwa kwenye nafasi yake afanye ya nini lakini pia nishukuru msimamizi wetu aya aliposema, kwenye maswali kuna majadiliano, inawezekana muulizaji wa swali akawa hawezi kulijibu, lakini kwa sababu ni majadiliano, inawezekana mwingine akalijibu, na ndio maana pia ameweza kujibu swali hilo. Pia nilpongeze kwa hilo kiongozi wetu ima kwa dakika nyingi zilizopewa, kwamba inaonekana watu wengi

Maneno haya ni magumu, lakini ni magumu kwa sababu gani? Ni kwa sababu maneno aliyoyatumia Allah ni tofauti na sisi Waislamu tunavyo yaelewa. Alipokusudia Allah kuzungumza maneno yake, bimaana maneno ya Allah ni sheria na kwa sababu ni sheria, Allah anaposema jambo anakutaka wewe mpokeaji usimtazami Shehe Kabeki aliyesema, yani utambue kwamba sheria inataka ikuone kile ambacho imekufikishia umefanya. Utaona mfano, Allah subhanahu wa taala alipotaka kutaja sifa ya wale ambao Qorani ni mwongozo kwao anasema alikosema, ua muttaqin alladhina yuminuna bil wa yuqimuna as-salata bila wayuiua alaa ia raaa yunfiiayuinua bilari i haibu ni dini, haibu ni sheria ikuone. Je, wewe ulipoambiwa hii qurani itakuwa mwongozo kwako na hii sadaqa watakaotoa watakuwa katika mwongozo huu. Je, wewe mwenyewe umekwisha iamini kwamba ni sheria ndiyo imekutaka? Sasa tunapofikia mahala, hatuamini sheria ile inayetutaka tufanye, tunaamini mzungumzaji ndiye anayetutaka tufanye, ndio hii. Unaona, mwezi wa Ramadhani watu wengi wanajitolea sana, kwa sababu gani? kwa sababu Ramadhani moja kwa moja, ile sheria yenyewe imekuja kufanya, hakuna mtu anayeshauri mwezi wa Ramadhani haipo. Nani alinadi nani? akasema nani? sasa Ramadhani ndio ni msadi haipo mwenyeti kwa maana Ramadhani yenyewe kwa sababu ile sheria imeshuka ndani ya Ramadhani tayari inakufanya wewe we mwenyewe uiogope ile sheria, inakufanya unaingia ndani ya masika. Sasa tunapoondoka Ramadhani ile sheria ile inakuwa tayari inaonekana haiko kwenye akili zetu, na inapoondoka kwenye akili zetu, ndipo pale ambapo tayari sasa wewe ulikuwa unatoa swadaka, so unaona hakuna umuhimu wa kutoa sadaka. So ulikuwa unatakiwa utoe zaka, unaona hakuna umuhimu wa kutoa zaka. Kwa sababu gani? Kwa sababu laiti tungelitambua, kwanza tuangalie mfumo wenyewe wa zaka. Na tukiufahamu mfumo, ingewezekana hapa leo tunachozungumza, wala tusingekuwa tunatumia nguvu kubwa ndani ya Ramadhani. Tulitakiwa tutumie nguvu kubwa baada ya Ramadhani, kwa sababu Ramadhani yenyewe inajitosheleza, unzila fihi al-Qur'an, na Qur'an ndiyo mwongozo. So, kama akaa Ramadhani inatembea na Qur'an, yani yenyewe inajipa mawaidha yenyewe, inakushawishi yenyewe, inakufanya wewe utoe bila kuambiwa ni mwezi umekuja na sheria ambayo tayari wewe unaiamini kabisa kwamba na kutabangi hii sheria imekuja, ni nikitoacha nisipoacha ibadi hii sheria itanihukumu, nina ninakimanda nisipoacha sheria itanihukumu. Ramadhani ikiondoka, maana ile sheria na yenyewe ambayo ni Qur'ani inaonekana imeondoka, unajiona uko huru sasa. Tunapojiona uko huru ndipo tunapouua Uislamu kwa sababu malengo ya Allah subhanahu wa taala kuifaradhisha zaka, malengo makubwa yako zaidi ya ishirini, lakini kwa sababu ya muda kuwa mkubwa niseme manne. Jambo la kwanza, Mtume anahama anatoka Maka anakwenda Madina, wakati ule anahama Mtume hana hela na walionao waliompata Mtume tayari wale waliompata Mtume wengine pia wameacha mali zao, wanafika pale bado msongamano wa vita na vurugu unaofata Wanafanyaje waweze kupata silaha? Wanafanyaje waliokuja wapate maisha bora? Wanafanyaje waliokuja wapate uchumi? akanunua pasipo na uchumi, hawa hawatuweza kupambana na Uislamu. Unanunuaje silaha huna uchumi? Unawezaje kuimarisha dini huna uchumi? Wakati mtume anakwenda pale, pia anakutana, kuna watu yamnauna anmauru kama alivyokuwa Shekabek leo mwanzo Shehe Kabele katoka Kigoma, alipofika hapa yeye akaambiwa, unakuwa shehe wa mkoa, akaamini anaisimamia dini, lakini wakati anakuwa shehe wa mkoa hana uchumi na hauwezi kuijenga dini, hauna uchumi. Akaamua kuanzisha utaratibu, lazima tuchangie ili tuwe na uchumi tuweze kwenda mbele. Anakuta miongoni mwa vitu vilivyotakiwa kuzalisha uchumi hai halafu, ndiyo ilikuwa BAKWATA haina uchumi, haina uchumi, inawezaje kuiendesha bili? Ndipo inafikia mahala leo. Sasa unaona, wakati wa Mtume Muhammad s saama Allah alipoamuru ile zaka itolewe, ikawa ni sababu ya ile. Kwa hiyo wakawa hawawezi kutoa, wanakuwa na nyoyo ambazo zimekunjika, kwa sababu kwanza sheria wanaiona kama imeondoka, lakini mbili, wanasahau malengo ya kutoa swadaka na zaka. Malengo yake makubwa ni kuimarisha Uislamu, ni kuimarisha nguvu za Uislamu. Ndio Allah akasema walladhina yakunzuna dhahaba walfidda, na wale ambao Allah ameweza kuwapa uwezo. Wadau, ni machinga, unaweza kumiliki elfu mbili na ukitoa mia tano hauathiriki kwenye uchinga wako. Unapewa, unaweza kuwa na afuna, mazao ambayo ukiyavuna mazao, ukiuza unaweza kutoa, halafu ukaacha kutoa wakati sheria imekuona una uwezo wa kutoa. Allah anasemaje? fabashiruhum biadhabi al, wabashirieni adhabu iliyokuwa kubwa. Kwa kumaliza hizi dakika zangu, ni use hapa ambaye mtu mmoja alikuwa amefatwa kwa ajili ya kuulizwa habari za zaka hizi. Alipofatwa kwa ajili ya kuulizwa habari za zaka, kilichotokea ni kwamba yeye alipokuwa anaulizwa ile zaka yenyewe, akawa anazungumzia namna tatu ambazo alizoulizwa. Namna ya kwanza aliulizwa malfardhu anaulizwa na mtu lazima ni wewe kwanza kumpenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akauliza pia wa masnun na suna, sasa ni nini? Kwa sababu hapa tumeona hili kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa suna nayo ni nini? Sunan wakasema dunia, ukiona watu wengi ambao hawawezi kutoa swadaka, hawezi kutoa zaka, watazame katika vitu ambavyo vinawafanya wasitoi; ni wao kuipupia hii dunia, na anapoipupia dunia, ina maana ile dunia, ukishaipupia hakuna namna ambavyo wewe unaweza ukapata lolote kutokana na ile dunia ambavyo tayari umekwisha ifatia. Namalizia hapa Wasubila alipokuwa anaulizwa katika hili, huyu bwana katika hii inamalizia dunya, akasema ni kuiacha dunia. Ila akasema tena, wa miqdaru zakat, kiwango cha zaka nacho kinalipaje huyu bwana shule yeye? Akasema badrul jamiu, yani kiwango cha zaka hakuna cha kiwango, yani ni kutoa zote ulizozipata, yani ukipata, toa zote Jamaa kaona sasa ikali kani tena, hata zaka tena haina kiwango, ni kutoa zote. Fakila yule bwana akamwambia wana shughuli alaisa khamsatu darahima min min miati dirham, sio kwamba mtu akiwa na dirham mia mbili atoe dirham tano, kwa sababu sasa kama kiwango cha zaka ikiwa zote, kisa inakuwa mtihani, sio kwamba mtu akiwa na mia mbili atoe tano. Sikiliza majibu ya huyu bwana yeye alimjibuje? Akasema dhalika ala watu mabakhili, ndio huwa wanasema 200 kwa tano. Sasa wana, lahusahi, yule yule bwana hivyo akaona kama ameshangaza, akasema akasema hadha wewe, bwana shukri, wewe kiongozi wako unategemea na hoja yako hii ya kusema mtu kwenye zaka anatakiwa tue zote na wala sio hizi 200 kwa tano wewe anasimama katika mrengo gani? Qala, akasema shughuli Abu Bakar Siddiq, radhiallahu anhu. Mimi bwana, mwongozo wangu ni sayidina Abu Bakar radhiallahu anhu, haitu tasaddaqa bi jami'i mali, wakati ambapo yeye Abu Bakar alipokuwa na mali yake hakusubiri a Ramadhani, ali kwa sababu aliamini kutoa zaka ni kuimarisha Uislamu. Kama leo mtu kutoa sadaka, tunaimarisha vituo vya afya tunaimarisha uchumi wa watu wa Tanzania, tunaimarisha uchumi wa madrasa, tunaimarisha uchumi wa misikiti. Maana yake sasa, hatuwezi kuimarisha uchumi kama tutakuwa asili yetu ni kutoa wakati wa mwezi wa Ramadhani. Na hili na maimamu pia tuwaase, kwa sababu na wao tumeingia katika mfumo huo, yaani utakuta mwezi wa Ramadhani ndio imamu anaanza kupanga aya hizo, aya kizigonga, hata kama ulikuwa utaikutoa utatoa